Habari. Makwamu, makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad amesema juhudi za kutafutia ufumbuzi hali ya kisiasa Zanzibar zinaendelea na kuwataka wananchi waendelee kuwa watulivu. Amesema katika kipindi hiki cha mazungumzo maneno mengi ya kuwavunja moyo wananchi yatasemwa, lakini ufumbuzi wa tatizo hilo utapatikana kwa kuheshimu misingi ya katiba na sheria za nchi.

alim Seif ametoa kauli hiyo visiwani Zanzibar katika salamu zake za kuwakaribisha waumini wa dini ya Kiislamu waliohudhuria maulid ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Hafla hiyo ya maulid iliyoishirikisha Madrasat Nur Islamia ya Ukutani, Zanzibar, imehudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali, akiwemo rais mstaafu wa Zanzibar Dr. Aman Abeid Karume, aliyekuwa mwenyekiti wa CUF Taifa Profesa Ibrahim Lipumba pamoja na Mzee Hassan Nasoro Moyo.